Yesu aliachia ya ya damu yake mwenyewe ambayo ilikuwa ni damu ya agano kwa ajili ya kukamilisha kazi ya msalama au kazi ya ukombozi. Na hii damu ya Yesu pamoja na kazi nyingine, ina kazi ya kutakasa. Sasa maandiko yanatuambia Yesu alimwanga damu mara saba, Yesu alimwanga damu mara saba, na hapa kuna maeneo saba ambayo Yesu alimwanga damu na maana yake nini? Maeneo saba ambayo wakati wa mchakato mzima kutukomboa ambayo Yesu alimwaga damu na maana yake ni mtadarakaraka. eneo la kwanza ambayo Yesu alimwaga damu, alimwaga damu kichwani alipowekewa miiba, taji ya miiba kichwani, Yohana 19:2 kwa Yesu alimwaga damu baada ya kuwekewa taji ya miiba kichwani. Haya ni maeneo saba ambayo Yesu alimwaga damu kwa kazi ya ukombozi msalabani. Eneo la kwanza Yesu alimwaga damu baada ya kuwekewa taji ya miba kichwani, Yohana 19:2. Na hii ilikuwa ni alama ya ukombozi wa fikra, ilikuwa ni alama ya ukombozi wa akimu, na ilikuwa ni alama ya ukombozi wa mawazo. Kwa Yesu aliwekewa taji ya miba kichwani, akamwaga damu kichwani.

na kichwani ilikuwa ni alama ya ukombozi wa fikra zako, ilikuwa ni alama ya ukombozi wa mawazo na mipango. Ndio maana nasema ucia umeokoka na unaomba katika tayari mawazo yamekomolewa, fikra zimekomolewa, hata ukipanga mipango itapangika. Sema amen, amen. Kwenda kwene kwanza aliyomwaga damu ya Yesu ilikuwa ni eneo la kichwani, baada ya kutoa mimba taji ya mimba kichwani. Lakini neno la pili la Yesu alimwaga damu, alimwaga damu kwenye viganja vya mikono, baada ya kupiga misumari kwenye mikono. Kwa Yesu alimwaga uchumi wetu, alipa gharama ya kazi na mikono yetu. Kwa adui shetani hawezi kuchezea kazi ya mikono yako. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja, alipa kwa damu ya magika msalabani, kama alama ya ukombozi wa mikono, kama alama ya ukombozi wa kazi, na kama alama ya ukombozi wa uchumi. Ina maana nikiambia adui shetani, kama alina uchumi wangu, kama alina kazi yangu, Yesu alilipa gharama kwa ajili ya kazi yako, sema amen kweneye wa pili kuwa ni eneo la mikono, kama alama ya ukombozi wa mikono, kama alama ya ukombozi wa kazi na kama alama ya ukombozi wa uchumi. Mikono inamaanisha kazi, maana maandiko nasema nami itabariki kazi ya mikono yenu. Kwa kazi na mikono vinaenda pamoja

Bwana asifiwe. Kuna watu wanasema kwa ile fimbo aliyopigwa Yesu, acha utani, bwana hawezi rudi duniani tena. Wanasema hawezi rudi kwa kile kichapo kile, sema hawezi rudi. Bwana asifiwe. Wanasema kwa kile kichapo alichochapwa Yesu hawezi rudi duniani tena. Bwana asifiwe. Amen. Leo Yesu atarudi tena. Jamani, amina. kenet alimwaga damu kwenye maina mkongo, baada na mwili mzima, baada ya kupigwa mijeledi. Ile mijeledi, kuna wanazuoni wengine wanasema ilikuwa limijeledi ni lakini pale kwa mbele na kitu kama ndoano, kwa Yesu alipokuwa napigwa mjeledi unazunguka, halafu wakivuta ule mjeledi unatoka manyama kwenye mwili wa Yesu. Kwa haikuwa kwamba ni mijeledi tu, lakini kuwa ni mijeledi ambayo ilikuwa inapiga inachana mpaka na nyama inachana mpaka na ngozi. Kwa Yesu alikuwa tayari, kwa amevunja ile mijeledi. Maandiko yanasema kwenye Isaya hamsini na tano ya kwamba alipigwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa wakati anapigwa anatolewa nyama, hiyo ni tayari uponyaji juu yako, hiyo ni tayari kanse natumia

Kama ndoano ikipiga inatoka na nyama, ikipiga inazunguka mara mbili, wakivuta tena na kutoka na nyama, wakichanika chanika nne. Yesu alimwaga damu miguni mm, alipigwa misumari kwenye miguu miguu alipopigwa misumari kwenye miguu hii alama, alama ya nini? Ni alama ya ukombozi wa hatua zako, hii ni alama ya ukombozi wa hatua zako. Kazi ya miguu ni kutembea, kazi ya miguu ni kupiga hatua. Kwa maana yake, kwa sababu Yesu alikwisha mwaga damu msalabani, akamwaga damu kwenye miguu, kwa hakuna mtu anaweza akafunga hatua zako

kuzuia wewe kwenda mbele. Huwa anawambia watu hauwezi ukazuia mafuriko kwa mkono, haiwezekani. Yesu alikwisha lipa kwa kufungua hatua zangu. Yesu alipomwaga damu kwa miguu yake, alifungua hatua zangu. Hakuna yeyote kufunga hatua zangu. Kama ni hatua za biashara, atasonga mbele. Kama ni hatua za huduma, atasonga mbele. Hauwezi ukazuia mafuriko kwa mkono, yataenda na wewe. Yesu amekomboa hatua zetu, sema Maniko anasema na kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa. Haleluya! Manake miguu imebeba nguvu ya utawala, wabuta wanapokanyaga. Kama mtumishi wa Maniko anasema ni mahali penu nimewapa, ukienda popote unatawala, haijali chochote. kuna na sita na matano, machozi ya damu, machozi ya damu Luka 22:42. ya maeneo saba ambayo Yesu alimwaga damu sarabani, na maana yake, nikia pata mwaka kufundisha namna ya kusimama na damu ya Yesu kwa kila unachokitaka. Yesu ina nguvu zaidi. Wewe kasema nao kila mahali. Hata kama una ushirika wako kila mahali. Hakuna mtu anakatiza. It's very powerful. Maandiko yanasema Yesu akiwa kwenye bustani ya Gethsemane, maandiko yanasema kwa vile alipokuwa tayari yupo kwenye pressure kubwa kwa habari ya msalaba, maandiko anasema alikuwa akiomba na akiwa, maandiko nasema hali yake ilibadilika, machozi yalikuwa yanatoka, ni kama machozi ya damu. Na wanafiziolojia wanasema kwa sababu ya presha iliyokuwa nayo na kuelekea msalaba, kapilaris za the damu zilibast. Kwa maandiko anasema hali yake ikawa ni kama matone ya damu, machozi yanatoka, lakini kama matone ya damu kwa nasema kuna mishipa ilipasuka, kwa machozi yanatoka, sio siyo machozi ya kawaida, ni machozi yaliyochangamana damu. Luka ishirini na mbili arobaini na mbili kwa alikuwa anaomba kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, akiona msalaba anaona nyuwa mrefu, akiona tena msalaba anawambia, Baba, kikombe hii sio mapenzi yangu bali mapenzi yako baba yangu. Akaendelea kwa asema hali yake, Luka 22, Luka 22:42, utasoma. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi mm, akisema akisema, eh baba, eh baba, ikiwa ni mapenzi yako, ikiwa ni mapenzi yako Nikondolee kikombe hiki. Walakini. Walakini. Si mapenzi yangu. Si mapenzi yangu. Bali yako yadini. Bali mapenzi yako yatimizwe. Endelea mpaka 44. 43. Malaika Malaika malaika. Kutoka malaika kutoka mbinguni. Mbinguni. Akamtokea. Akamtia nguvu. kuna yanasababisha uchio malaika. Naye Naye kwa vile alivyokuwa. o ikawa ikawa kama kama matone matone matone ya kidondoka chini ya ya damu damu damu chini. Pressure yote, lakini kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ilikuwa ni kwa ajili ya uzao wako, ilikuwa ni kwa ajili ya ndugu zako, ilikuwa ni kwa ajili ya uchumi wako, ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wa kwako na wa kwangu. Ni Yesu alipa gharama msalabani. Bwana, ndio maana Paulo anasema mtu aye hata sitaabisha mimi Bwana, maana zibeba chapa za Kristo mbeleni mwangu. Paulo anasema mtu wa yote, ajalishi ni mkubwa, ajalishi ni mdogo, asinitaabishe mimi, ninazibeba chapa zake mbeleni mwangu. Asubuhi leo nasema ya kwamba kama unazibeba chapa za Yesu mbeleni, mtu wa yote sikutaabishe bwana, majina sikutaabishe bwana, wacha sikutaabishe bwana, Yesu msalaba alimaabisha Paulo anasema ya kwamba nazibeba chapa zake Yesu mwili wangu, na mimi nimepigwa chapa mwili wangu, hakuna mama kuusosea mwili wangu na chapa monda umechapa chapa na Kristo, nazibeba chapa zake Kristo mwili wangu. Yesu alimaliza msalabani, utakombwa na chapa, utakombwa na chapa mwili yakwama mekusha wewe ni utando wa Mungu, mwili wangu nasibeba chapa zake Kristo imangu eyota asinitaabishe, magonjwa yasinitaabishe, mwana wachawi wasinitaabishe, mwana mili kwangu, nazipeba chapa zake Yesu. Haleluya, sema amina kabla ay, ay, ay Kanisa lingejua kazi aliyoifanya Yesu msalabani. Kanisa umeshukua mnyonga Yesu msalabani. Kanisa Yesu alifanya kazi msalabani. baada ya hapo, tembea kifua mbele. Kamata, kamata, kamata, kamata, kamata. Hey. Hey. Yes. Hey. Sema Amen, hey. Machozi. Na hii inatupa nguvu ya kushinda utashi wetu na kuishi kwenye mapenzi ya Mungu. It was a point ambayo Yesu anapigana na kwenda msalabani. Mapenzi ya Mungu na kuna mapenzi yake, lakini Saula akiwa akaa maneno anasema, akiwa kwenye ile hali Malaika akatuma akashuka mtia nguvu akawa tayari kufesi msalabani. Kuna watu wanafikiri Yesu na It's not simple

Sema amen. Amen. Yesu akamwambia wewe je, nataka nirudi nyuma au kwa sababu nirudi nyuma kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Petro akamwambia yeye kama Yesu anamzuia. Pale kwenye bustani alipokuja, Petro alikuwa na upanga, kaunda shwa. Kuna ile mama ile wakati mbele yake akamkamata Yesu. Bali tunasema Petro akamkata sio lake shwa. Chini. Yaani Petro alikuwa ni protocol ya Yesu sijui.

uso wake ulikuwa umeharibiwa sana, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana. Zaidi ya mtu yeyote uh-huh. Na umbo lake zaidi ya wanadamu. Nisome pia na Isaya 53:5. Tunasema, bali alijeruhiwa bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichumbuliwa alichumbuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu. Adhabu ya amani yetu. Ilikuwa juu yake. Ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake. Na kwa kupigwa kwake. Tumepona. Sisi tumepona. Bwana sijue. Soma Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24. Amani na sifa kupigwa kwake. Sisi tumepona. Sisi tulipona. Pepo kaza ifanye Yesu sana, lazima uamini hiyo kazi. Yes. Petro kwanza mbili, ishirini na nne anasema? Mm. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu. Katika mwili wake juu. Katika mwili wake juu ya mti. Tulikuwa wafu kwa mambo ya dhambi. Eh, hey, tulikuwa ni wafu kwa sababu ya dhambi zetu. Tuwe hai kwa mambo ya haki. Tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake. Na kwa kupigwa no, kwake. Ponywa. Sisi tuliponywa. Kwa mwende kaza Yesu msalabani. Ayachie kwenye Hakuna sababu ya kuweza kuishi kwenye magonjwa, Yesu ameshanipigania. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Hakuna sababu ya kuweza kuteseka, Yesu pale msalabani ameshanipigania. Kwa hiyo nimekuonesha maeneo saba ambayo Yesu alimwaga damu msalabani. Na maana yake nini? Kwa ile michubuko ya Yesu ilimaanisha ponyaji wa watu. Amina. Lakini hiyo damu ya Yesu ina nguvu ya ulinzi. Hiyo damu ya Yesu ambayo alimwaga kila mahali ina nguvu ya ulinzi kwenye maisha ya mwanadamu. Maandiko yanasema, anasema katika Ufunuo kumi na mbili kumi na moja anasema akamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda, ambayo kupenda maisha yao hata kufa. Kwa maana yake ni damu ya Yesu imebeba ulinzi wa kimungu na ushindi wa kimungu, wakamshinda kwa damu Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, hata kufa. Kwa maana ya moja ya kila sina na nguvu ya msalaba iko na nguvu ya ushindi kwa kanisa. Yesu alishinda kila mahali. Yesu alishinda. Shetani alipoenda naye kule jangwani, nyikani, siku arobaini, alijua amemaliza biashara, akasema hapa atamkamata Yesu. Jaribu la kwanza chali, jaribu la pili chali, jaribu la tatu chali, jaribu la nne chali, shetani akaondoka sake akashindwa kwa shetani alishindwa, Yesu akashinda. Wakaingia bustani ya Gethemane, gemu ya marudiano tena, Yesu akashinda bado. Gethemane gemu ya pili yakashinda. Wakaingia msalabani, Yesu bado akashinda msalabani. Pale maandiko anasema ya kwamba litana giza kwa muda masaa matatu, mbingu zikasema tukaonesha uchi wa mwana wa Mungu, kwa hata dunia nzima ikawa ni giza. Maandiko anasema lilikuja

Akashinda kuzimu akashinda mauti, alishinda alishinda jikani, akashinda Gethsemane, akashinda msalabani, akashinda kuzimu. Yeye ni mshindi. Maandiko anasema aliyeshinda atakushindia na wewe, ni aliyeshinda atakushindia na wewe. Maandiko anasema ya kwamba tena tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Yesu, tunashinda na zaidi ya kushinda, we are more than conquerors. Maandiko yanasema ya kwamba bila binadamu aliye juu yetu, yeye akiwa upande wetu, Yesu akiwa upande wako imaaku e, juu yako hakuna haja ya chochote. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Kanisa la Yesu ni kanisa la ushindi, sema amina.